Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, Meja Jenerali Rajab Mabere, anawataarifu vijana wote wa Tanzania bara na visiwani nafasi za kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea mwaka 2026. Utaratibu wa vijana kuomba na hatimaye kuchaguliwa kujiunga na mafunzo hayo unaratibiwa na ofisi za wakuu wa mkoa na wilaya ambao mwombaji anaishi. Vijana watakaoteuliwa watatakiwa kuripoti kwenye makambi ya Jeshi la Kujenga Taifa kuanzia tarehe 27 Februari 2026 hadi tarehe 4 Machi 2026. Aidha, Jeshi la Kujenga Taifa linapenda kwa taarifu vijana watakaopata fursa hiyo kuwa halitoi ajira, pia halihusiki kuwatafutia ajira katika asasi, vyombo vya ulinzi na usalama na mashirika mbalimbali ya serikali na siyo ya kiserikali bali hutoa mafunzo yatakayosaidia vijana kujiajiri wenyewe mara baada ya kumaliza mkataba wao na Jeshi la Kujenga Taifa. Sifa za muombaji na maelekezo ya vifaa vinavyotakiwa kwenda navyo yanapatikana katika tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni www.jkt.mil.tz. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Mabere anawakaribisha vijana wote watakaopata fursa hiyo kuja kujiunga na vijana wenzao ili umoja wa kitaifa, ukakamavu, kufundishwa stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulijenga na kulitumikia taifa lao, kwamba watu waliosoma eh, kozi nyingine kama za kilimo eh, kozi za psychology, eh, kozi za biashara eh, kozi za uhasibu, kwamba hawapati fursa kwa sababu eh, kwenye nafasi ambazo zimetolewa zimewagusa Watanzania wote na kwa eh, madarasa yote kama nilivyosema, kuanzia darasa la saba mpaka elimu ya juu kabisa. Kwa hiyo Watanzania wote wana fursa eh, lakini hizo tumezipa sana kipaumbele kulingana na uhitaji wa sasa. Sote tunajua kwamba sasa hivi tuko katika ulimwengu kwa sayansi na teknolojia. Teknolojia imekuwa sana. Na ndio maana hata sisi Jeshi la Kujenga Taifa tumeendelea kuboresha silabi zetu zinazotolea mafunzo kwa kuweka msisitizo zaidi kwenye masuala ya e, tehama kwa maana ya teknolojia habari na mawasiliano. Kwani maeneo hayo e, watu wenye nia ovu wameweza kuyatumia vibaya kwa sababu lengo ni kuwafikia Watanzania wengi. Na mpango uliokuwepo wa serikali ni kuendelea kuongeza makambi haya kwa sababu e, nchi yetu inakuwa. Ukumbuke wakati a, JKT linaanzishwa huko nyuma, ukirudi Tanzania yote ilikuwa inakadiriwa kuwa na watu wasiozidi milioni kumi, lakini sasa hivi unaona tumeshafikia zaidi ya milioni 60 na zaidi, na hadi kufikia mwaka 2030 e, tunatarajia Tanzania kuwa na Watanzania milioni 80 na kufikia mwaka 2050 tunatazamia kuwa na Watanzania milioni mia moja na ishirini. Kwa hiyo unaona e, namba ya Watanzania inaongezeka na kundi kubwa ni vijana e, kwa mujibu wa sensa, asilimia 60 ya Watanzania wote wengi ni vijana. Kwa hiyo serikali kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imeona hivyo na ndiyo maana e, juhudi zinazoendelea za serikali ni kuenda kuiongezea JKT uwezo, na mimi nasema tu nitumie tena fursa hii kuishukuru E, serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan imeendelea kuliwezesha e, Jeshi la Kujenga Taifa kupitia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuendelea kutoa e, fedha za maendeleo. Lakini kwenye kundi hili la kujitolea unaona nafasi sasa zinawagusa wote kuanzia darasa la saba walomaliza kidato cha nne, kidato cha sita na kuendelea. Kwa hiyo sasa hii ni fursa nzuri sasa kwa wale vijana wa kidato cha nne ambao hawakuweza kuendelea na elimu ya kidato cha tano cha sita, kupitia kundi hili la kujitolea sasa, wanaweza wakaingia jeshi la kujenga taifa na wakapata mafunzo.